Iweza swali dadana, kwa, kwa nini ulimkubali na kipindi kipindi kile kakapoa kuwa hivi sio? <laughs> Mimi na, na, na kufahamu kipindi kile cha nyuma, Haikuwa hivi unatizamika kwa namna hiyo labda. <laughs> Ilikuwa, ilikuwa ilikuwa na sisi tulikuwa hatuna macho, anaweza kutizama mbali sana kwa tunakubali, vile tunakukubali ulivyokuwa, lakini naamini kuna vitu ambavyo dadaana aliviona ambavyo vili, vilifanya na yeye aone kwamba mnaweza mkaanza safari. Sasa dada anaweza kashare na sisi, ili pia wadada waliopo hapa waweze wa, wa, wa kusaidika. Pia tunapaswa kuangalia nini na nini hatupaswi kuangalia. Okay. Mm. Mwanzoni alikuwa straightforward. Okay. It took a while. Maana tuli from the time tuna meet 2010 tumekuja ku date 2020 13. Kwa experience um, marriage ni amplifier ya mahusiano. We dated for 5 years kabla hatujaoana. Ile imani ya watu kusema ya kwamba uwe mwongo unasema kuhusu kuokoka, lakini mbona bado mambo ya usanii, mambo ya nini, ile vipi? Ipokea, unaipokea vipi? haini shangazwa wala iniumizi kwa sababu wakati nafanya maamuzi ya kuwa karibu na Mungu sikushawishiwa na mtu wala hamna mtu aliyenilazimisha, ni mimi mwenyewe na Mungu wangu. Sasa hivi mm, sasa tuzungumzieje, Irene ana mahusiano, ana mahusiano mm, na mahusiano eh, kinachoniumiza ni kwamba je, hivi kwa, kwa sasa amna dhambi ambayo ni dhambi kwa sababu unaona mtu huyu kwa namna alivyo huru, huyu mtoto Paul Clement, unaona alivyo huru na mke wake, kwamba tulianza kudate, tulidate miaka mitano, ndipo tunakuja kuoana. Na bila shaka hicho kipindi chote tunachosema tuna date, tulidate, tuna date ni kipindi ambacho walikuwa wanaonekana wana upako, ni watu wanashusha uwepo wa Mungu, wana date kabla ya kuoana. Wamedeti miaka mitano wamo kanisani, wanaitwa wahubiri, wanasema wali, waliangalia mtu anayempenda Mungu, yani mwanamke anasema mi niliangalia mtu anayempenda Mungu. Mwanamke anasema kumpenda Mungu ni huko, yani sa hivi kwa sehemu kubwa kilichoondolewa sasa hivi kilichoondolewa, kilicho imeondolewa kitu kiitwacho dhambi, yai inaonyesha sasa hivi hakuna kinachoitwa Yani hakuna dhambi. Wahi kumsikia siku moja mtu sema, sasa hivi dhambi ni kile ambacho mtapatana kanisani kwenu nyiwe, mkisema dhambi kwa sasa hivi ni kuwahurumia watu, dhambi ni kukemea mabaya. Yani kwa mfano mimi nimepewa jina la anatukana watu, nadhani sasa ni mapatano ya wanadamu na makanisa mengi. Mtu atakayekuambia hili ni baya, hii ni dhuruma, hivi unamwonea mtu, huu ni utapeli sasa hii makanisa yamepeana ufahamu wa kwamba hiyo sasa ndo dhambi, lakini mimi niwambie, dhambi ni kitu kinachoweza kuleta madhara. Kwa nini eh, kuzini, kudet, hicho ambacho sasa maarufu ni kudet, kwa nini kinakatazwa kukifanya kabla ya ndoa kabla ya baraka za wazazi za kanisa. Sababu zipo kadha wa kadha. Moja tu cha kwanza, nataka ufahamu ni uzinzi, yaani ni dhambi ya zinaa. Lakini mbili, kinampa uhuru kijana au binti. Ikiwa ataona binti mwingine, inakuwa rahisi zaidi huyu binti au kijana kumwoa kumwacha huyu na kumwoa yule mwingine. Kwa hiyo automatically huyu alichokuwa anafanya sasa na huyu binti au na huyu kijana, maanake mtakubali kwamba alikuwa anazini, alizini naye kwa sababu hakuwa mkewe, hajawa mkewe. Na ndio maana makanisa ya kikoroni kama kanisa ambalo mimi nachunga mimi mimi, ni marufuku mchumba kuwa na namba ya mchumba wake, yani kuwasiliana, kukutana popote, isipokuwa wamekutana chini ya kiongozi anayesimamia ndoa yao, na hiyo sidhani kama inaweza kazidi mara mbili, sidhani kama inaweza kazidi mara mbili. Yani wengi wao mpaka wanaoana ndani hawana namba ya simu, na nikikuta tu una namba ya simu nakwambia nendeni mtafute dini nyingine ya maraya, maraya wenzenu kama nyie, mkaoane huko nje. Kwa nini? Kwa sababu hawa watakapokuwa wakiongea ama wakikutana, si wapange masuala ya ndoa yao, sherehe yao. Mimi binafsi kwa kanisani hapa kabisa, huwa nawachaga watoto wangu huko kwingine, pengine wanaweza wakafanya ibada ya kufungisha ndoa alafu wakapikapika na mavyakula. Mi binafsi na chakula siku ya sherehe nimefutilia mbali, njooni tu kula nyumbani. Naanza ibada saa sita mchana hadi saa kumi na mbili tarehe kumi na tano mwezi wa ngapi? Huu wa tatu, elfu mbili na ishirini na tano kuna ibada hiyo nitafanya. Naita wageni, naita wazazi upande wa mwanaume, wazazi upande wa mwanamke, na kama pana watu wengine wowote wanaopenda kuona kijana anaoa au binti anaolewa waje pale, tufundishe kuhusiana na ndoa ambayo unaiendea ni ndoa ya aina gani, tukuombee, tukubariki kwa Mungu. Mi sitoaji hata cheti nadhani kwa sababu ya, kwa hiyo sifungagi ndoa ya kisheria nafungaga na, na wabariki kijana na binti wanaotaka wanaotaka baraka za Mungu, baraka za wazazi. Kwa hiyo mimi ufungishaji wa ndoa ama ndoa ni kitu ambacho ni kitakatifu sana, na dhibiti binti, kijana wasiwe na namna yoyote ya kuonekana pamoja, kwa sababu kipindi kama hiki hakuna ushahidi unaowatisha yaani, hakuna watu wanao ambao watashangaa sana wakiachana, kwa sababu watu hawakuona hawakuona hii, hawakuona hii ndoa, lakini wakati mwingine wakioana mbele za watu, mbele za wazazi e, ni rahisi sana. Karibu akifanya kituko fulani, anajua watu wengi waliona ile ile ndoa. Kwao tunakuwa tumeweka ulinzi wa kuachana kirahisi hs watu kama mimi. Mimi nimefunga ndoa zaidi ya tano, kumi, hakuna hata moja iliyoachana. Hata wale walioamua kuhama ili kanisa wakaenda kwingine, hakuna ndoa iliyoachana kwa sababu ya misingi ya kuana kwao kwa namna ambavyo ilikuwa imara sana. Sasa ukianza kusikia tulidet, unamsikia hapo aeli nio ya mtumishi wa Mungu anasema kwamba mi namtumikia Mungu nampenda Mungu. E, umeolewa? Hapana, unampenzi mpenzi eni <laughs> naye nampenda Mungu. Jamani, kupenda Mungu ni kupenda mema, kupenda njia za haki, kupenda njia ambazo mtu mwingine akiziiga mtu mwingine akiziiga haendi kuumia haendi kuharibu. Kupenda Mungu sio kutaja jina la Mungu. Aisema siku hiyo watasema Bwana, Bwana, tulitoa mapepo kwa jina lako, na pengine anasema kwamba eh, kwa nini mnanita Bwana, Bwana walakini amyatendi ni wamuruyo Nataka ufahamu nyie wanadamu mlikofika, lakini nawahakikishia na, na hakikishia mnakokwenda. Shimo mnalochimba mtatumbukia wenyewe, shimo mnalochimba mtatumbukia wenyewe. Yani sasa hivi mmeondoa mmeondoa dhambi, ni watu nampenda Yesu, nampenda Mungu, mimi nampenda Mungu. Hey, na Mungu huyo, anampenda Mungu, kamon. Kupenda Mungu ni kupenda njia njema, kupenda matendo mema, kupenda kufanya mambo ambayo hayana madhara leo kwako na kwa mwingine yoyote atakayeiga kufanya hicho unachokifanya. Nasema eh, natoa tu rai hii ya kwamba Pro, Pro Clement na huyo mke wako mtubu hadharani, mtubu hadharani, juu ya kwanza hiki mnachojaribu kufundisha na kuiaminisha jamii, kwani wakione ni cha kawaida hata wale mnaosemaga mchungaji, unaangalia klipu za watu alafu unasema kuhubiri. Kuhubiri ni kufanya odi, ni kuwa odita, ni kufanya editing. Kuhubiri usoma akina Yohana ama Isaya. Anasema katika Isaya 58 mstari wa kwanza, anasema piga kelele, wala usiache, waambie watu makosa yao na Yakobo dhambi yake, lakini katika Isaya arobaini anasema kwamba itengeneze njia ya Bwana jangwani, yani usheni mapito yake, palipoparuzwa patasawazishwa, kila kilima kitashushwa, kila bonde itasawazishwa. Mungu ame yani, we... hakuna aliyetokea akawa nabii wa kweli unayemjua wewe kwenye Bibilia hii hakuna aliyekuwa nabii wa kweli ukweli wake au kutokana na kuwa auditor, kuto, au kutokana na kuwa mhariri wa kuhariri sheria za watu, dini za watu e, tamaduni za watu, desturi za watu, kawaida ya watu. Kuhubiri ni kuwa auditor, ni kuliona jambo lolote linaloendelea katika jamii, ikiwa aliko safi ni kulikemea, kulifafanua, kulielezea na ndio maana mhubiri wa haki akuwahi kuwa salama, kwa sababu watu wanasema hili lina faida. Akitoa interview kama hii ni a, a, kuna watu anawamotiveti kudeti miaka mitano kabla ya ndoa ndo yanazini kama mbwa, linazini na huyu linamwacha, inazini na yule linamwacha, nazini na yule, nakuja kuoa kingine, kinakuja kugundua alishawahi kuzini, alishawahi kuzini na yule, nachenyewe kinaanza kuzini hivi, na korofisha napi na, yaani, kuna koa ni vurugu mechi, ni fujo. Yaani sasa hivi kila mtu ameokoka, na usiguse, usisahishe, yote limezini hapa, kwenye simu yake kuna mipassword, nakuta kwamba usali kanisa kama la kwangu simu yako. Kama uko tayari kusali kanisa la kwangu mi kila kitu ni nuru. Kama uko tayari na hicho wee uje unishtaki, lakini mi sitangazo nimetangaza. Uje unishtaki staingilia simu yangu. Mi nimesema ukitaka kusali simu yako ujua wakati wowote tutaikagua wakati wowote. Sio mimi tu, naweza tu kumwagiza yoyote. Haya, mkabidhi simu hiyo, kabidhi password apite kwenye WhatsApp. Apite kwenye message za kawaida apite, apite aone unavyoangaliaga, apite, apite popote, akasachi chochote. Wewe ni nuru, simu yako inatakiwa iwe nuru. Hutaki makanisa ya malaya, malaya walioweka password ni mengi tu, ukisari kanisani. Kwa sababu nachofahamu ni kwamba mnayeweza kumtuma, unaweza ukawa unajua kwamba hana kusuu lolote baya la pengine kufuta au kuweka vitu vingine humo ndani kwenye simu yako ni kweli hatumpi yoyote kwa sababu wengine anaweza akaingia akafuta vitu kwenye, kwenye akaunti mwingine akaweka vitu fulani kwenye simu, lakini swala la kwamba mpaka mke wako mke wako hajui password kwenye hajui kuifungua simu yako ili akaone unachati na nani, unaongea na nani alafu najiita umeokoka. Makanisa ya malaya niye malaya, na nikweli we, ni malaya Mkeo mmeo hajui hiyo password, mimi ni lazima, sio mkeo sio mmeo tu, sio mzazi wako tu, sio watoto wako tu, na yale ambayo wakati mwingine esem hey, ataona na vitu ambavyo sivyo, mnapiga piga mapicha ya ngono na uzinzi. Nataka ambia wewe, ni nuru, fanya kila kitu ambacho mtu akikiona atajifunza. Ndivyo Bibilia inavyotaka inavyo, inavyo lakini sio hiki ambacho <coughs> dunia ya sasa mnajaribu kuaminisha, alafu wakari mnasaidiana. Wee kwa nini edita? Wee kwa nini odita? Hakuna we, ubiri injiri, ubiri neno. Hapana, ubiri matako ya bibi yako. Sikia, nikusomee kitabu cha Injiri ya Mathayo sula ya kwanza msari wa kumi na nane: kuzaliwa kwake Yesu Kristo so, kulikuwa hivi. Mariamu Mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Hii ndio haki, hili ndio neno la Mungu. Neno la Mungu ni kukuonyesha hiki, kingine kinachofafanuliwa sio chenyewe, ni hiki hapa. Hubiri neno, hubiri injili. Wewe kila siku matukio tu, wewe ndo unaependa matukio. Aka nako hubiri aka akafiki dakika ishirini, akafiki dakika ishirini. Ishirini tuna mahubiri kila siku yanayoongelea, sasa umeamua kutubu dhabu, umeamua kumfuata Yesu, umeamua kuacha mabaya, umeamua kutenda mema pitapa, pitapa, uwe hivi, yanakuwa na masaa mawili matatu kila siku kwenye live section ya channel hii, Hayo uangalii mpaka uone picha. Tumeweka picha ya mtu ndo unakuja kutukana. Haubiri neno, haubiri injili, wekila siku matukio tu, matukio, matukio. Hata hii bibilia ni matukio? nyumbu wewe, nyoka wewe. Hii bibilia ni matukio, tunasoma Mariam, Yesu ni tukio hili? Kunguni wewe, ni tukio hili? Hawa ni watu, hawa vitabu unavyosoma kokote unasoma ni matukio ya watu ni visa ni mikasa, ndo inayotufundisha wanadamu wengine, hili sio sawa, hili ni sawa. Nataka niwambie, umalaya ni dhambi yenye madhara kwako na kizazi chako, kwako na kwa jamii yako. Pokrament, unatakiwa kutubu. Yani mngekuwa mnaelewa hata kutubu kwenyewe kwenye faida, ingekugharimu kuacha hata hicho kinachoitwa huduma, acha kinachoitwa kuimba, kwa sababu kwa mtu kama mimi ulishafanya upumbavu wa aina hiyo, alafu uje useme mimi, oh, oh, oh, oh. <coughs> kwa mfano kanisani kwangu mimi huje, oh, oh, oh, oh. <coughs> Yeah. Subirini wakati ambayo Mungu pengine atakuja kuinua mizeituni miwili ama mamlaka na uwezo wa Yehu ambayo Yesu Mungu alimwambia Elia kwamba atakayepona kwa, kwa upanga wa Israeli Yehu atamuua na atakayepona kwa upanga wa Yehu Elisha atamuua. Chezeni sana, sasa hivi mko kwenye dunia yenu, lakini kwa nini tunawakemea? Mna motivate vijana, watu wajue Yesu ni huyo, kumpenda Mungu ni huko lakini nawaonya katika jina la Yesu. Kumpenda Mungu ni kupenda kutenda mambo ambayo hayana madhara, hayaathiri jamii. Kila atakayefuata hayo, atakayeiga hayo, atatokea eneo lisilo na madhara. Nimekuelezea kwa habari ya kwa nini tunadhibiti wachumba wasikaribiane kwa nini tunadhibiti wachumba wasikaribiane? Ni kwa sababu anaweza akawa huru kuzini, kuharibu maisha ya binti, kuharibu maisha ya kijana, na akaolewa na mwingine, akaoa mwingine. Kwa nini? Kwa sababu uchumba wao ama mahusiano yao hayakuwa na baraka za moja kwa moja za kanisa la Mungu, za kiongozi wa kiroho, za wazazi. Haya ndio maadili ya baba zetu, hata tu miaka ya nyuma huko baba zetu kijana alikuwa anaweza akaenda akaoa binti, akamleta huyo binti, haendi kwa kijana siku hiyo mpaka afundwe, mpaka aelekezwe ndoa maisha yanavyoweza kuwa. Miaka ya juzi tu hapa, miaka ya juzi tu hapa, yani hata yule kijana akaenda tu kwa siku hiyo hiyo akamchukua binti, alikuwa azini naye njiani na, na ndio maana munielewe sawasawa, ni wafunde nyie kizazi kilichokufa nyie, niwafunde. Na ndio maana kabla ya kwenda kutoa mahari, mashangazi walikuwa wanamwangalia binti, mashangazi walikuwa wanamwangalia binti, na binti alikuwa aendi mwenyewe kwa kijana ndani ya nyumba. Mashangazi walikuwa wanamwangalia binti, wakimwangalia wanajua yuko salama. Kulikuwa na mali ya ziada kulikuwa na mali ya ziada inayoenda kutolewa, kwa sababu ya huyo binti yuko salama. Ndipo mashangazi walikuwa wanaenda kwa, kwa kinyakizo anasema kumfigira, walikuwa wanaenda kumtengea mahali pa kupika na kumwonyesha, pikaga hivi, pikaga hivi sasa, na kila kitu unapika, napika humo ndani. Hayo ndo alikuwa maisha. Ndio maana wakati fulani wai kuhubiri tani kama nivaa nguo ya aina hii kwamba hii Biblia ni kitabu cha shetani, mbona wazazi wetu kabla hazijaja hizi Romani hizi Katol, Katoliki hizi Lutherani hizi pag hizi tag hizi Asembli hizi wazazi wetu, vijana, katika mifano niliyoweka sasa, vijana walikuwa wanaolewa, mpaka anaolewa binti bado ni bikira. Bibilia ambayo inaonekana ilikuja kuboresha, lakini baadaye ikachakaliwa ikachakachuliwa ikaletwa vyuo vya Bibilia, zikaletwa kwaya, ndo ukuti kirahisi kibinti ni kibikila ukuti kirahisi lakini vimekulia kwenye Katoliki, vimekulia Lutheran, vimekulia moregan, vimekulia tg, vimekulia pg. Unakuta vimaziwa vima vimelala hivi, tafikiri kanda mbili vimelala. Sasa dini <laughs> nyie viumbe enewe, Bibilia haina tatizo, tatizo ni wapagani vimalaya vilivyoamua kujiita vichungaji, kwa sababu ya kusomea, kwa sababu ya kile ambacho vinaonekana kwamba vimesomea Bibilia na mamlaka zina, zina, zina, zina, zina, kwa sababu sehemu kubwa ya vinavyoitwa vinabii vichungaji vitume vimbaji ni vimalaya vimbwambwa tu, viko barabarani ndio vinavyofundisha sasa, mkono uchumba kitandani nini mahali ambapo kuna maadili ya kufundisha, mm. Inatosha, ulienielewa, umenielewa. Ume mwenye kunitukana, endelea kutukana. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema: itengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa ama afaye katika Bwana tangu sasa, pata upumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwamuzi wa mwisho, mhukumu wa haki yu karibu kuja.